Naitwa Halima Matola, ni mkazi wa Mwanza. Mimi nilikuwa na changamoto ya mgongo kwa muda wa miaka mingi, lakini pia nilikuwa na changamoto ya menstrual cramps, ambayo kwa Kiswahili tunaita kupata maumivu makali wakati wa kupata hedhi. Nimekuwa na changamoto hiyo kwa muda mrefu na nimekuwa na i bugando kwa muda zaidi ya miaka kumi. Nimekuwa nikitumia dawa mbalimbali, lakini zilikuwa zinanipa taafifu kwa kwa uchache napata taafifu, lakini mwezi unaofuata napata changamoto tena ile ile, lakini nimeendelea na matibabu. Miaka ya hivi karibuni tatizo likawa kama limeongezeka, nimekuwa napata maumivu makali zaidi zaidi. Nikashauriwa kwamba ukitumia sindano unaweza ukapata nafuu zaidi. Nikajaribu kutumia, lakini nimeona hali iko pale pale. Sasa kuna rafiki yangu mmoja yuko Dar es Salaam akawa amenipigia simu kuhusu mwani ulioboreshwa, nikamuuliza kuhusu changamoto yangu ya mgongo akaniambia zinasaidia sana kwenye mifupa, akanitumia na nikaanza kutumia. Baada ya kutumia hiyo mwani kwa ajili ya mgongo kwa mara ya kwanza mwezi huo, nikapata menstrual cramps vizuri, kwa maumivu kwa mbali sana, lakini sikuhisi wala kufikiria kwamba hiyo imenisaidia, ila niliona kwamba sijachoma sindano wala sijatumia dawa yoyote, lakini maumivu yamekuwa madogo. Mwezi wa pili, wakati naendelea na mwani ulioboreshwa ya kepsis. Sikupata maumivu kabisa. Nikaanza kuhisi sasa, huenda hii mwani ulioboreshwa ambayo naitumia kwa ajili ya mgongo ndio imeweza kunisaidia pia na kwenye tumbo. Nikafanya mawasiliano na madamu Agnes, nikamwambia, akasema inawezekana, inafanya inawezekana kwa sababu inasaidia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo sasa nawashauri wa mama wenzangu wakina dada, mabinti wenye maumivu makali wakati wa hedhi, hii mwani ulioboreshwa au kwa jina lingine tunaita SeamossPlus ni nzuri sana. Inasaidia mimi kwa sasa na miezi mitatu sipati maumivu kabisa. Lakini pia daktari wangu bingwa magonjwa ya kina mama, nimemwambia na yeye nimemwambia nimetumia mwani uloboreshwa, imenisaidia. Kwa hiyo nawashauri pia, kuna mama wenye changamoto, na nyie mtumie.